Please toka katika nyumba yangu Sofia. Sina haja na wewe Sofia. Please. Please. Una lazima gani mwanangu? Una lazima gani mwanangu? Sofia. Nisikilize. Sina haja na wewe. Nishapata mwanamke mwingine, sina haja. Mbona lakini mimi nakufanya hivi? Mbona? Toka. Mbona mbona, wanifanya hivyo?

Baba. Mbona umemfukuza mama? Haya ni maneno tu ya wazazi. Zahari. Ah, nisikilize basi. Ah, baba, ah, sijapenda wallahi. <coughs> Nisikilize please. Mimi ni baba yako huyu, kuanzia amekuja leo na ataishi hapa na wewe. Ni mwanamke ambaye mimi baba yako ninafuraha. Mama yako alikuwa hanipi amani oh. <coughs>

Nyamaza! Sasa sikiza, usione mimi yule mamako. Mimi sitakubembeleza kama yule mamako, wanisikia? Sasa nataka ufutia hayo machozi, uingie ndani. Huku ndani kuna kazi nyingi sana za kungoja, uoshe vile vyombo, usafishe hii nyumba. Alafu wanisikia, kuna nguo zangu unahitaji unifulie, ziko kule nyumba, sawa? Haya, ndani mara moja! Wakati mzuri wa kumwelezea baba vile ninavyoteswa hapa nyumbani panyumbani. Ah, sishi na amani. Baba tatu. Mwanangu. Naam baba. Mbona tatu kuna huzuni? Mimi nilikuambia hivi tatu, eh? mm. Kuondoka kwa mamako isiwe sababu ya wewe kuwa mnyonge. Wale baba hapa nyumbani ile umezoea labda mzoea mama yako, sasa wanatamani <coughs> lakini huyu mama yako huyu, mimi namuona yeye akupenda sana. Baba, mume wangu, naona kuna mwanao hapa mawili matatu. mm. njoo mwanangu, njoo mwanangu. Angalia <coughs> mama yako anavyokupenda. <coughs> Mamako yuakupenda huyu, una wasiwasi gani? Kwani kuna shida jamani, kwangu mtoto anahuzuni. Nani vile amemkosa mamake kweli. Kwa hiyo jaribu, umpe umfurahishe, furahishe huyu mama wako, chochote unachohitaji mwanangu. mm. Mimi ndio mamako kwa sasa na nilikuambia, chochote unachokihitaji mm. eh? Kama una tatizo lolote niambie, mi mamako sawa. Sawa, wala usiwe na wasiwasi mm. Nenda na mama ndani, ama labda alikuwa na shida, labda amekwambia pengine. Ah, mimi nataka muongee. Wewe, siwajua mzazi wa kike na binti huwa ndio wanaelewana. Eh, kabisa. Sasa kama kuna tatizo lolote mwambie mamako, sawa. Nenda na mama ndani, mke wangu mm -hmm. Basi leo wandae chakula kitamu, ni sawa? Haina shida, sawa. Mimi nataka kutoka kidogo, ukinikosa hapa ujue nimetoka, sawa Ndeuko juka niambie, mm? ulikuwa taka kumwambia babako nini? Ulikuwa taka kumwambia babako nini? Uh, hakuna, mama. Oh, ulikuwa taka kumwambia babako nini? Uh, uh. Nilikuambiaje? nataka nikutese, yaani nataka we mtoto uteseke mpaka ufu, ikiwezekana nikutilie sumu kabisa uh. nataka hii nyumba nibaki mimi peke yangu, nitawale hapa ndani, umenisikia uh. sitaki kuona karibu na mume uh. <laughs> <Mama. laughs> <Mume> wangu <laughs> mtoto alikuwa amenikosea, mm -hmm. Nikaona si vibaya kumrekebisha. Wajua watoto huwa sometimes wanakosea. Sasa mtoto akikosea lazima umrekebishe. Sasa alikuwa anajaribu tu kumrekebisha kidogo. Muongo baba, wallahi muongo! alikuwa anajaribu... kwa hiyo Aisha, wanifanya mimi mjinga? sijasikia ulichokiongea hapa wewe? ni kwa kusema utamtilia mwanangu sumu? Aisha, ha, wewe wataka kumtilia binti yangu sumu? uh -huh. ndani ya nyumba ya baba yake. Ah. Usinishike, usinishike Aisha. Mimi nimeona kila kitu. Angalia, nimesikia kila limiza kitu. Angalia. Pole mwanangu. <laughs> mimi ndimi ambeye nimekosea, naomba unisamee mimi mwanangu. Sikutaka kukusikiliza nikiamini huyu mwanamke yakupenda. Aisha, sitaki kufanya kitu kibaya kwako, na kuomba tu chukua kila kitu chako uondoke, sitaki kutesewa binti yangu. Mwanangu, nisamehe, nisikilize Aisha. Wewe umenifanya nimeachana na mama wanangu. Ume, umenifanya mimi nimeachana na mama wake huyu utatu, nikijua wewe utanielea mwanangu vizuri Kumbe wewe lengo lako ni kurithi ah, hapa ndani na kunitesa. Naomba unisamee, twende ndani tukaongee. Hakuna la kuongea. Nijui vizuri. Nimekuambia uondoke kabla sijafanya kitu kibaya. Na kuomba, pita ndani, chukua kila kilicho chako uondoke. Sina muda wa kusikiliza <laughs> wewe kua kwanza, toka na kuletea kila kitu chako huku. Kachukua nguo zake umlete. Nisamehe tatu, mwanangu, nisamehe. Jamani! <laughs> Jamani mwenzenu, naomba mnisamehe, ni shetani tu aliniingia. Mwanangu tatu, <laughs> ma nimeunguka mimi jamani. Nitakuwa mgeni wa nani jamani? Nisameheni, nimeunguka Sikizigako toka, toka kabisa. Nisamehe mwanangu, toka mm. toka <laughs> <apa, laughs> kabisa <toka, laughs> <toka>, <laughs> <laughs> Usiwahi rudi hapa. Nisameni jamani.